PKP niliahidi, nafikiri sasa hivi unaweza kwa mwaka wa pili au watatu kwamba kutakuwa na wasanii kutoka PKP, lakini hatusaini wasanii wengi sana. Tumeanza na wasanii wawili na kuna wa kike na wa kiume, lakini sasa hivi tunaanza kumtoa msanii wa kiume wakati huyo mwingine kama First Lady wa PKP bado mipango yake inaendelea kusukwa vizuri, nini tunajua lazima ujipange, lakini watu wataajie chupa kali na ngoma kali kutoka kwa msanii mpya wa PKP. Uh, pengine kuna wachache wanaomfahamu lakini wataendelea kumfahamu zaidi. Na kikubwa zaidi tu ni projekt sasahivi kutoka PKP, na baada ya projekt hiyo uh, itafata pia projekt yangu ya, ya omi kama omi wakae tayari kolabo ambayo itakuwa ni surprise pia. Kwa hiyo ni kitu kikubwa zaidi kutoka PKP na kwa sasa ni hayo, lakini kupitia hapa hapa millardayo.com msanii pia ata, atapiga bonge moja la interview pa headquarters za millardayo.com au sio? Kwa hiyo tza wakae tayari mkaa wa kula kwa PKP okay. au sio? Yeah, ni projekti yangu mpya ambayo inafata baada ya siwezi inaitwa ni samee yeah. Kwa nini uliamua kufanya na Ali Kiba, ilikuwa e, ni jimu yako ama umeamua kutengeneza mziki mwingine? Uh, kwanza najua Alikiba ni mimi ni mshabiki wa mziki wa Alikiba. Kitu cha kwanza. Napenda mziki wake alafu pia alikuwa ni mtu ambaye yuko kwenye mipango yangu kufanya naye nyimbo yangu ambayo inafuata kwa sasa hivi, yani ni tangu natoa jichunge, nilisema nyimbo yangu ya tano au ya sita lazima nifanye na Kiba, uh, na tumeweza kufanya producer Ima The Boy ni nyimbo yangu ambayo inafata, yeah, sasa hivi mpige kolabo na Kiba. After Kiba kuna mtu mwingine unamwangalia au wa nje ya Bongo au wa ndani ya Bongo au nje Bongo? Ah. Uh, nadhani tumerekodi leo mimi kesho <laughs> na Safiri. Sitaki kusema anaenda wapi ila na Safiri kwa sababu ya kuna kufanya kolabo. Naenda kufanya kolabo na kuna kundi kubwa sana Afrika ambalo linafanya vizuri sana kwa sasa hivi. Naenda kufanya nao nyimbo. na <clears throat> wasanii wengine wengine, uh, ambao siwezi kuwataja sasa hivi kwa sababu kesho ndo nasafiri. Hiyo nyimbo ni wao wamekopa kolabo ama wewe umeomba kolabo? Uh, kuna nyimbo ambao unaenda kushirikishwa na kuna nyimbo ambao unaenda kushirikisha hilo kundi. Ni nyimbo yangu mimi lakini kuna msanii mwingine wa kike ambaye anaenda kunishirikisha. Ukizungumzia makundi makubwa sasa hivi wanaofanya vizuri Afrika utazungumzia P Square au Sauti Sol au kwayo. Nikisema ni nchi gani watu wakasha jua ni, ni exclusive. Watu wajue tu kuna nyimbo baada ya Kiba, kuna nyimbo ambao inakuja ambao ni featuring na kundi fulani hivi kutoka Afrika ambayo wanafanya vizuri.